kali ya awamu ya sita imeendelea kuchukua hatua za kuhakikisha tunaimarisha huduma zinazotolewa kwa, kwa wazee tukijua kwamba kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 hapa nchini tunao wazee milioni 3.4, milioni 3.4 na Serikali imekuwa ikitoa huduma mbalimbali katika kuwafikia wazee nchini, na msimamo na msingi wa serikali katika kuhudumia wazee kama sehemu ya jamii, wazee tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa ustawi wa jamii yetu, kwa kutambua hilo, kwa sababu kama sote tunavyojua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi Kampeni zimeshaanza, vyama vya siasa, wagombea wapo, wanaendelea kwa ngazi ya rais, diwani, bunge, wa wakilishi, ambao ni takwa la kikatiba, ni takwa la kisheria. Sasa tukasema kauli mbiu mwaka huu iendane na uhalisia, kwa sababu tunaadhimisha tarehe moja mwezi wa kumi wakati kampeni zinaendelea na uchaguzi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Na kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii? Kwa pamoja, pamoja na Baraza la Kitaifa la Wazee ambapo wazee wameshirikishwa na mabaraza wazee hapo wa mpaka ngazi ya kata, tumekuja na kauli mbiu kwa sababu tunaamini wazee, ushiriki kwao kwanza, ni kwa sababu ya historia niliyoitaja na mfumo wa kwamba wao ni sehemu ya gurudumu la na jamii ya wa Watanzania. Lakini la pili tunahimiza tukitambua mahitaji mahususi ya wazee. Wapo wazee kama ambavyo wametambulishwa hapa, wapo wenye ulemavu sababu lakini ni mzee sasa anahitaji kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kila mzee aliyejiandikisha na kitamsha kupiga kura na sifa, tunatumia jukwaa hili kuwahimiza wazee wote hapa nchini wajitokeze tarehe ishirini na tisa wakapiga kura, sio wazee tu, jamii na Watanzania wote, lakini tunasisitiza wazee kwa sababu uzuri nchi yetu imeweka mifumo rafiki kwenye mchakato wa kupiga kura, vituo vya kupigia kura vinafikika, lakini kufikika na wazee kuweza kupiga kura pamoja na makundi mengine yanahitaji jamii ya watu wanaoishi na wazee kuwatambua na kuwasaidia, kuwasindikiza mpaka kwenye vituo. Pale maafisa waliopo kwenye vituo watasaidia wazee wapige vizuri, na wazee wanahitaji kwenda na wasaidizi, kwa wasioona wengine ambao na changamoto mbalimbali lakini hata ambao wana changamoto wakapiga kura kumweka rais wanayemtaka, bunge wanamtaka, na diwani anamtaka kwenye maeneo yetu.